Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Basi nafurahi sana kwamba uko pamoja nami. Mungu aendelee kukubarikia. Hii ni njema tena yapendeza sana kulisikia neno la, la Mungu mara kwa mara, nami nafurahi sana kukuletea neno la Mungu mara kwa mara maana yapendeza sana kula mezani pa Bwana kila wakati. Bado tunatazama jinsi Yesu anavyoziona dhambi, tunatazama jinsi Yesu anavyoziona dhambi. Nilisema mfululizo huu ni mrefu, kwa hiyo uwe mvumilivu upate kupata kitu kutoka katika mkate wa leo. Leo tuko Injili ya Matayo Mtakatifu, sura ya tano msali wa tatu. Injili ya Matayo sura ya tano mstari wa tatu. Heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Pendwa mtazamaji wangu, je, ye, hapa Yesu anaionaje dhambi? Kumbuka kwamba dhambi ndio itakayowafanya watu wasiuone uso wa Mungu. Kumbuka kwamba dhambi ndio itawafanya watu watengwe mbali na Mungu. Hivyo basi, kwa mstari huu Yesu anaionaje dhambi? Anasema heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Masikini wa roho ni watu gani? Ni watu waliotubu na kunyenyekea, ni watu ambao wametubu na kunyenyekea. Hao ndio watakaokwenda mbinguni siku itakapofika. Kwa hiyo masikini wa roho ni mtu ambaye ametubu alafu, ni mtu ambaye ni mnyenyekevu. Ukisoma pia tuthibitishe kwa Isaya 57 mstari wa 15. Isaya anajaribu kulieleza vizuri jambo hili Isaya 57 mstari wa 15, hapa anasema hivi: maana yeye aliye juu aliyetukuka, akaaye milele ambaye jina lake ni mtakatifu asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyo tubu na kunyenyekea, pamoja na yeye aliye tubu, aliye na roho iliyo tubu na kunyenyekea. Mungu kule mbinguni aliko ni mahali patakatifu, Mahali alipo yeye ni patakatifu, na kwa sababu hiyo anasema kule anakaa na mtu aliye tubu na kunyenyekea, aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Ngoja nirudie kusoma. Maana yeye aliye juu, huyu ni Mungu, yeye aliye juu, aliye tukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo, palipo patakatifu tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Kwa hiyo Mungu siku kule mbinguni hakai na watu ambao roho zao hazijatubu na kunyenyekea, anakaa na wanyenyekevu. Ndio maana Yesu hapa anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hawa ni watu gani? Ni wanyenyekevu, wanyenyekevu. Kila mnyenyekevu atakaa pamoja na Mungu. Maana yake ni kwamba kama wewe si mnyenyekevu, roho yako haijatubu, wewe una dhambi na mbinguni huendi. Lakini kama roho yako imetubu na kunyenyekea, basi dhambi yako haihesabiwi. Wewe unaenda mbinguni ye yeah. Wewe ni masikini wa roho, yaani wewe ni mnyenyekevu, wewe ni mtu mtulivu, ni mtu ambaye watu wanakukimbilia, ni mtu ambaye unapendeza, ni mtu ambaye kila mtu angetamani kukuona na kukusikia. Wewe ukiona hivyo ujue wewe ni mtu mnyenyekevu, roho yako imepondwa pondwa na imekuwa laini wako ambao roho zao si laini tena, ni roho ngumu. Hao ni hatari watu hao, Biblia inasema hawajanyenyekea wala hawajatubu. Kule mbinguni Mungu anasema ataketi pamoja na wanyenyekevu, atakaa pamoja na wanyenyekevu. Pendwa mtazamaji wangu, kama wewe ni mnyenyekevu, na heri heri hii na kuhusu Yesu anasema heri walio masikini wa roho. Je, yeah. Masikini wa roho ni nini? Masikini wa roho ni unyenyekevu, ni mtu ambaye anajutia mambo ambayo hayafai aliyowahi kuyafanya, lakini akija kwa Yesu, akishayaondoa, anawekwa huru mbali na hayo mambo au hayo matatizo. Kwa hiyo wewe, ambaye umeshasafishwa roho yako, imepondwa ponda, imekuwa laini, wewe huna moyo wa jiwe tena, lakini una moyo wa nyama. Mungu akubariki sana. Biblia nasema heri yako, maana mbingu inakuhusu. Mbinguni kuna kusubiri kwa hamu. Wewe ambaye bado hujanyenyekea, hujampa Yesu maisha yako, mbinguni wanakusubiri umalizie hatua hiyo ya kufanywa kuwa mnyenyekevu. Lakini kama ukikataa, kama ukikaidi, basi sina cha kukusaidia hata mbingu haina cha kusaidia. Kwenda mbinguni ni hiari yako, lakini kwenda jehanamu pia ni hiari yako. Amua mwenyewe, lakini nafasi bado iko wazi, una uwezo wa kwenda mbinguni, lakini kama hautakubali basi hatuna cha kusaidia. Mpendwa, Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja, naendelea kuangalia namna Yesu anavyoziona dhambi. Hapa tumeona kwamba dhambi ni kumbe ni kutokuwa mnyenyekevu, kutokutubu na kuwa mnyenyekevu. Na Mungu anapenda waliotubu, roho zao zikapondeka na kuwa wanyenyekevu. Hebu mpendwa mtazamaji wangu, utakapokutana kwenye kipindi kijacho basi tuendelee kuona zaidi. Mfululizo wake ni mrefu lakini utakusaidia sana. Siache kuniunga mkono kwa kusubscribe katika akaunti yangu. Mungu wa mbinguni atakubariki, atakubarikia mno. Nani hapendi kubarikiwa na Mungu? Mimi ni wa kwanza wao, napenda sana kubarikiwa na Mungu. Karibu ubarikiwe na Mungu. Usiache kufuatilia na kujifunza pamoja nami neno la Mungu. Ni wakati mwema, utenge tu wewe, halafu utaona. Basi, Siache kusubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV, na kwa mtindo huo utakuwa umenibariki nami, nitakubariki kwa Mungu wangu, kutane wakati huo na kuingia na kutoka kwako, kwa kubarikiwe sana kwa jina lake Mungu Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen.